Mahema ambaye kwa kiwango kikubwa pia unaweza kusema kwa dakika ambazo alizicheza naye alikuwa na nafasi yake, lakini kwa kile ambacho amekionyesha, uh, Morris Abraham, unaweza kusema kwa nini mwalimu labda hakuanza naye? Uh, nafikiri mwalimu ali, alifanya consideration ya vitu vingi hmm. uh, kwa nini hakuanza naye kwenye mchezo? Wenda alitaka kumtumia kama plan B kwenye mchezo, kwa sababu siku zote kwenye mchezo wa mpira wa miguu mwalimu anakuwa na game plan ntaingia na kumi na moja wa kwanza namna hii, kama itashindikana, ntaenda kufanya kitu kingine. Na hapa ndo unakuja kusifu ubongo wa makocha wengi huwa wanaelewa nini kuhusiana na mchezo wa mpira wa miguu. Pale kwenye game understanding, kocha ameona nini na anataka kubadilisha kitu gani? Alishayaona madhaifu ya mpinzani yako sehemu gani, atamhitaji mchezaji wa aina gani ili aweze kwenda kuyatatua au kwenda kuyaumiza yale madhaifu ya mpinzani ili aweze kupata matokeo ya ushindi, ndo alichokifanya Kocha Dimitar unaangalia namna ambavyo alikuwa anacheza mwanzoni. Nilizungumza kipindi cha kwanza kwamba inaonekana Simba wanacheza na dabo namba kumi, kwa maana ya namba kumi wawili, huku pia winga mmoja ambaye alikuwa ni Joshua Mtaribodo. Ile namba yake alikuwa anacheza kama namba ambayo ni feki, achezi sana pembeni, naye anaingia, anaingia katikati ya kiwanja kupokea mipira ambayo ilikuwa inatoka kwa Nabii Kamara. Alivyoingia mwalimu alifanya mabadiliko, unasema unazungumza katika vitu viwili baada ya kubaini udhaifu wa Nsingizini Hotspurs amefanya technical switch, alafu akaenda kufanya na tactical switch. Technical switch ni kuwatoa wachezaji ambao alianza nao kiwanjani, akaenda kuleta wachezaji ambao wana sifa tofauti za kiuchezaji. Utaangalia kuanzia kwa mshambuliaji, alianza uh, Selemani Mwalimu Gomez alitoka akaingia, so, uh, Jonathan so. Soa hmm. Lakini kaenda kumtoa Neo Maema akaenda kumleta Morris Abraham, kaenda kumtoa Joshua Mutare Budu akamleta Yusuf Kagomo hii ilikuwa inakuonyesha nini? Alihitaji kwanza kuifunga mechi, kwa sababu tayari alikuwa na uongozi wa bao moja, kutoka kucheza na kiungo mmoja wa chini ambaye alikuwa ni Nabi Kamara, aanze kucheza na viungo wawili wa chini ambaye ni Nabi Kamara na Yusuf Kagoma kwenye muundo wa nne mbili, kwa maana ya double pivot. Wale wali, viungo wa ulinzi wawili watakuwa wanailinda back four yake, lakini pia wanamsaidia kiungo ambaye atakuwa juu yao kwa ajili ya kuweza kuirudisha mipira kwenye miguu yake haraka sana. Ndio kitu ambacho kimefanyika, ukiangalia msingi wa bao tatu ambao kafunga Kim Dennis ni mpira ambao umetoka kwenye mguso wa kwanza kutoka kwa Yusuf Kagoma, ndo kaenda kwenye miguu ya Morris Abraham. Utofauti wa Morris Abraham ambao kauleta kiwanjani, tunasema ni ile fluidity. Kwa sababu ni umeita hapo. Naam. Umesema ameleta nini? Ameleta kitu ambacho tunasema ni fluidity kwa, kwa tafsiri isiyo rasmi ya Kiswahili, mtiririko mzuri wa kimpira kwa sababu waliokuwepo mwanzo walikuwa na mtiririko, lakini mtiririko wao ulikuwa una una kona kona nyingi tunasema kudrei kwa matukio, kwa maana ya uelewa wa nafasi na muda, ni mda gani, ni mda gani niuachie mpira na ni kwenye nafasi gani niweze kuuachia mpira. Zilikuwepo antu nyingi kwenye kipindi cha kwanza, baina ya Joshua Mtare na Jan Sharea wa na Neo Maema, wote walikuwa wanafanya combination play, kitu ambacho hakikuwasaidia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu so Simba ameenda kufunga goli la set play, ambao ulikuwa ni mpira wa kona. Lakini unaangalia magoli mawili ambayo yamefungwa kipindi cha pili, wamefunga kwenye open play, ambayo yanatokana na build up ambao Simba walikuwa wanaianzisha wao wenyewe mpira goli la kwanza walipoka mpira lakini goli la pili ambalo wamefunga ambao ni goli la tatu Simba wao wameanzisha mpira kutoka kwenye box lao, kwa sababu Yusuf Kagoma amekuja ku, kupoka ule mpira ukiwa kwenye box la Simba ndo akaugusa mguso wa kwanza kuelekea kwa Morris Abraham ambaye yeye aliusafirisha kwa uharaka zaidi, na hapo unaelewa ubongo wa Morris Abraham unaweza kuskani eneo kubwa, na hapo ndo unaanza kupima, tunasema madaraja ya uelewa wa mpira kwenye upande wa muda na nafasi